Leo tunaongea kwa sababu ya marafiki kwa wamama ambao wako kwenye ndoa tayari. Kama ulikuwa na marafiki, achana nao. Hao hao marafiki ulionao wengine, hapo hapo, bila kujua, ni wake wa mume wako. Wewe mwenyewe unajichukua, unajichukulia matatizo, kwa sababu mwanaume kumfuata mwanamke tu wa mtu yuko mbali kule, hawezi. Lakini akiwa nyumbani kwako kama yeye mwanamke ni mjinga, anataka faida kwa mume wako, hapana matata, atamchukua tu kabisa na wanachukuana hivyo hivyo na wanachukuliana hivyo hivyo na wanaharibiana hivyo hivyo. Acha marafiki tangu leo. Kama unapenda sana mashosti kuwaleta nyumbani kwako, kwa achana nao kwa makini kuanzia leo, maana kuna wengine sijui hawajafundishwa na wazazi wao kama usibebe watu kuwapeleka nyumbani kwako, kwa, wanawake wengine kuwaleta kwenye ndoa yako wengine wako makini, wanajua anajua kabisa nikileta marafiki nyumbani kwangu mume wangu atawachukua. Sasa wengine hawajui, tunayaona kabisa mwanamke anachukua mume wa rafiki yake, na kweli naongea hapa naposema. Wewe unayefanya hivyo, unajua kabisa kama mama alijiwaje. Tunaona tulizaliwa jana, situko watu wazima, tunaona mnavyovifanya. Tunaona sisi ni mama wengine anakuja kabisa, anakupa ripoti, mama, angalia rafiki yangu anafanya hivi anafanya hivi, na ni kweli, mpaka wanaisuluhisha. Mwanaume anaona sasa, wanayaongea hayaishi, anarudia anarudia anarudia. Kosa ni wewe uliyemletea marafiki zako nyumbani. Mwache ishi na watoto wako na mme wako. Sipende kuwa na mashosti, wanakuja hadi ndani kwako, wanaingia hadi chumbani kwako. Mashosti, wewe ni mjinga, achana na mashosti, achana nao, mashosti, mashosti Watakuletea shida kwenye ndoa yako. Ishi mwenyewe na watoto wako, kwa sababu utaleta matatizo ambayo unaitafuta mwenyewe kwa mikono yako inakuja kukuharibia. Sio kitu kizuri, sio kitu kizuri kabisa. Ishi na watoto wako tangu leo, kuepuka na mengine ambayo yanapita mbali kule, unayavuta na mikono yako unaingiza ndani kwako.